Je, umewahi kujiuliza kwa nini kuna watu ambao wakiongea kila mtu anataka kuwafuata? Sio kwamba wana pesa nyingi au ni wazuri sana wa sura. Hapana. Siri yao iko kwenye nini wanasema na jinsi inavyogusa sehemu ya chini ya ubongo wa mwanadamu inayoitwa subconscious mind. Leo sitakufundisha jinsi ya kuwa mlagai. Nitakupa funguo za kisaikolojia. Kuna maneno matano maalum au tuziite sentensi za nguvu ambazo ukizitumia kwa usahihi kwa mtu yoyote, awe mpenzi, bosi au rafiki, unaunda kiu ya kisaikolojia, psychological craving, ambayo inawafanya wahisi hawawezi kukupoteza. Nasikiliza, neno la tano ndilo lenye nguvu zaidi kuliko yote. Hili ndilo neno linalofanya mtu akuwaze hata wakati hauko naye, na linajenga kile wataalam wanaita emotional addiction. Ukilijua hili umemaliza mchezo. Kabla hatujaingia ndani zaidi, naomba ufanye jambo moja la kiungwana: bonyeza hiyo subscribe button na uwashe kengele tayari. Asante, twende kazi. Maneno ya kwanza: ninakuelewa. Validation and empathy. Watu wengi husikiliza ili wajibu, hawasikilizi ili kuelewa. Unapomtazama mtu machoni, anapokuwa akikuelezea shida yake au furaha yake, na badala ya kumhukumu au kumpa ushauri wa haraka ukamwambia kwa dhati, ninakuelewa, unafungua mlango wa moyo wake ambao ulikuwa umefungwa kisaikolojia. Hii inaitwa validation. Unapomthibitishia mtu hisia zake, ubongo wake unatoa oxytocin, homoni ya upendo na uaminifu. Mtu huyo anahisi huyo ni mwenzangu. Usiishie kusema tu, onyesha kwa vitendo kuwa unaelewa hisia zake. Mtu anayekuelewa ana thamani kuliko mtu anayekupenda lakini hakuelewi. Kuwa huyo mtu. Maneno ya pili, ninahitaji ushauri wako, the Benjamin Franklin effect. Hapa ndipo wengi wanapokosea. Tunadhani ili watu tupende lazima sisi tuwasaidie wao, lakini saikolojia ina plot twist. Hii inategemea kanuni inayoitwa The Benjamin Franklin Effect. Benjamin Franklin aligundua kuwa mtu anayekufanyia wema kama kukupa ushauri anakupenda zaidi baada ya kukusaidia kuliko kabla. Kwa nini? Unapomwomba mtu ushauri unamwambia vitu viwili kwa mpigo bila kutamka. Moja, unaheshimu akili yake. Mbili, unamwamini. Hakuna sifa inayovutia kama kumfanya mtu ajione ana akili na busara. Watu wanapenda kujisikia muhimu, significance. Ukimpa mtu nafasi ya kuwa shujaa au mwalimu wako kwa muda, atajenga uhusiano wa kihisia na wewe kwa sababu unamfanya ajisikie vizuri juu yake mwenyewe. Usiogope kuonyesha udhaifu kidogo, ndiyo nguvu ya kuvuta watu. Maneno ya tatu, ninakuamini au nina imani na uwezo wako, empowerment. Dunia imejaa watu wanaokatisha tamaa. Watu wengi wanaishi na mashaka. Je, nitaweza? Je, mimi ni mzuri kutosha? Unapokuwa mtu pekee unayewatazama na kuambia "ninakuamini", unakuwa chanzo chao cha nishati. Hii inaitwa the Pygmalion effect. Watu wana tabia ya kuishi kulingana na matarajio yako unayowawekea. Ukiwaambia unawaamini, watapambana wasikuangushe, na katika mchakato huo wanakuweka wewe kwenye nafasi ya juu sana mioyoni wao, kama mtu aliyeona dhahabu ndani yao wakati wengine waliona udongo. Hii siyo tu kwa mapenzi, hata kwa wafanyakazi wako au watoto wako. Ninakuamini ni sentensi fupi, lakini ina uzito wa tani moja katika kujenga uaminifu wa milele. Namba nne: uko salama na mimi, security and safety. Katika ulimwengu uliojaa hofu, mashaka na usaliti, kitu cha thamani zaidi unachoweza kumpa mtu sio pesa, ni amani ya moyo. Mwanamke anatafuta usalama kwa mwanaume mwanaume anatafuta safe haven, bandari salama, ambapo anaweza kuvua silaha zake za vita vya maisha. Unapomhakikishia mtu usalama kwamba siri zake ziko salama, hisia zake ziko salama, na kwamba utasimama naye, unakuwa zaidi ya rafiki, unakuwa sehemu ya uhai wake. Watu hawaondoki mahali wanapohisi wako salama. Kama unataka mtu asikuache, kuwa kimbilio lake, sio chanzo chako cha stress. Namba tano, hii imenikumbusha wewe, the identity. Sikiliza kwa makini, kwa nini hii ina nguvu ya ajabu? Unapotuma ujumbe huu au kumwambia mtu hivi, unamwambia kitu kizito sana, hata wakati hauko mbele yangu uko akilini wangu. Inaweza kuwa wimbo, picha, chakula au harufu. Kitendo cha kuunganisha vitu vizuri vya ulimwengu na yule mtu inafanya ubongo wake ujipange upya, rewire. Anaanza kuhisi kuwa yeye ni sehemu ya maisha yako ya kila siku. Hii inajenga positive association. Kila akiona kile kitu atakukumbuka wewe. Unakuwa hauko naye kimwili, lakini kisaikolojia unamtawala. Hii ndiyo maana halisi ya uvutano. Mfanye ajione yuko kila mahali maishani mwako, naye atataka kuwa hapo milele. Ndugu yangu, maneno haya matano: ninakuelewa, na hisi una uwezo, ninakuamini uko salama, na hii imenikumbusha wewe, sio maneno tu, ni funguo za kufungua mioyo. Lakini tahadhari: tumia nguvu hii kwa wema, usitumie kuchezea hisia za watu, kwa sababu karma haisahau. Ni neno gani kati ya haya limekugusa sana au utaanza kulitumia leo? Niandikie kwenye comments hapo chini. Nataka kusikia kutoka kwako. Asante kwa kutazama.